Mtu mmoja alikuwa Mngazija, apenda sana kula ndizi na utumbo. Kapika ndizi na utumbo, kaweka juu ya meza, anataka kula. tusia mlango kaka kaka kaka. Hodi, hodi, hodi. Alafu anayagonga upenda sana kula akachukua akaweka chini ya vungu wa meza karibu ana akamfungulia. Ilikuwa magharibi, baada ya swala, wale mabwana wamezungumza. Yule bwana anasema da, ndani kuna msosi, alafu ule chini ya meza. Sasa siondoki hapa mimi leo mpaka kieleweke wamezungumza mpaka wameswaliisha kile chuma kimerudi tena kimekaa <laughs> wamezungumza mpaka saa tatu tatu na nusu saa nne yule bwana bado yupo tu kwa <laughs> bahati mbaya au mzuri akamuuliza swali moja una <laughs> aya yoyote uliohifadhi kuna Qurani wewe yule bwana akasema na aya moja tu aya gani hiyo akafikiri labda bismillahi sindio aya ya kwanza yule bwana akasoma atina

Ibn Arfakhshafi ibn Sami bin Nuhu, maarufu kwa jina la Hidhiri. Walifika mahala Musa akamwambia, hiyo aya iko kwenye sura 18. Iliyohifadhi huyo mwanamume akamwambia, wa kujana wake atina ghadha ana laqad laqina min safarina hadha naswaba, leta chakula chetu tule, uchovu umetupata katika safari yetu <laughs> yule bwana alipoulizwa aya hiyo unayo, una aya uliyohifadhi? Akasema, moja tu ninayo. <laughs> Ipi? Akasema, lete msosi tule tushachoka. <laughs>

Huyu anafanya maskhara, nitakuasiria hapa. Naye akaja nyuma yake kwa sauti kubwa, usali sunna mimi leo hapa mpaka asubuhi. Kile chuma kusikia mpaka asubuhi, kusikia mpaka asubuhi, kikafungua swala, kikamwambia njoo ule, uondoke. Una lolote tuseme, la ilaha illallah. Sasa na mimi sitaki kuswali na nyinyi mpaka asubuhi, nasema tu tutoe, tuseme inshallah.